So find the argument of 3i minus the square root of 3 all of these times i cube, eh? i power negative 3 sorry, so i cube. Okay, so hii i power negative 3 eh? Um, ukikumbuka ile kitu tunaita rules of exponent eh? ni sana useme 1 over i power 3, okay, ingiza ndani ya hapo tutakuwa tuna 3i over i power 3 eh, minus the square root of 3 over i power 3 kama hivyo eh, yes so um, you can see hapa i atakufa hapa pia kifa moja na baki 2 kwa hiyo ni 3 over i squared eh, minus the square root of 3. So hapa tutakuwa tuna i squared times i kwa sababu i power 3 ni i squared times i, so but si tunajua kwamba i squared ni sana negative 1. Kwa hiyo hii sasa itakuwa ni 3 over i squared negative 1 minus the square root of 3 eh? i squared negative 1 times i tunapata negative i kama hivyo. So 3 over negative 1 ni negative 3 eh? Hapa tutakuwa na positive sasa itakuwa plus the square root of 3 over i. So to eliminate this i I'm going to times with i over i kama hivyo. So, um, hii itakuwa ni negative 3 plus the square root of 3 i aafu kuchini tuna nini tuna I squared. Again, i squared ni negative 1 kwa hiyo itakuwa ni sasa na negative 3 plus the square root of 3 i over what over negative 1. Kwa hiyo hapa itakuwa negative, kwa hiyo hii ni sasa na negative 3 minus the square root of 3 i, eh? i. So hii kipengele cha kwanza nimesimplify eh? swali nimepewa hivi nimesimplify imekuwa mpaka hivi. So kipengele cha pili sasa cha swali ni kutafuta argument, actually ndio swali lenyewe. So tunataka tupate argument ya huyu negative 3 minus the square root of 3 i. So um argument sasa ya hiyo complex number yetu hiyo, hii manake nichukue tan ni inverse au wanaita arctan ya yeah, huyu the negative of the square root of 3 the, the, the imaginary part of a negative 3. Eh, kwa hiyo hii itakuwa ni sasa na nini tan inverse, kwa hiyo itakuwa ni square root of 3 over nini over 3 kama hivyo yes. Now, um jibu utakalolipata hapa be very careful, eh hii nikiichora kwenye Argand diagram, eh, inakuwa hivi kama hivi eh, so negative 3 itakuwa somewhere here. Hii ni real part alafu, eh? the square root of negative 3 itakuwa somewhere here, kwa hiyo hii point yangu iko hapa. Sasa ukifanya uki, kwa calculator hapa utapata 30 degrees, eh? Lakini angalia ukija kwenye mchoro huu, hii ni imaginary part by the way, ukija kwenye mchoro huu utaona argument ya hii complex number yetu hii haiwezi kaa 30, itakuwa greater than 180 hapa, si ndio? Hiyo 30 iko hapa manaake, so badala ya 30 kumbe ni 30 plus 180, so argument sasa itakuwa ni sasa na nini? 210 degrees, so this now is the argument ya ile part A 210 degrees hapa. 210 nini degrees, so sio nini, sio 30 bali ni 210 degrees. So hii ni roman 1, eh? Roman 2, the question now, let's do that one, find argument here, who is sasa the square root of 3 minus the square root of 2 i over the square root of 2 plus the square root of 3 i. So this time tuna the square root of 3 minus the square root of 2 i all of this over the square root of 2 jumlisha the square root of 3 kama hivyo. Yes, let's do this one now. So how do you do this now? Kwanza tuondoe hii complex number huko chini ibaki tu kwa real number. Kufanya hivyo um, i have to multiply with the conjugate ya huko chini ni the square root of 2 minus the square root of 3i, all of this over the square root of 2 tena minus the square root of 3i. So you can see, nikizidisha hivi nakuwa sijabadilisha maana sababu nakuwa nimezidisha tu with 1. So nazidisha huku juu sasa huku. Square root of 3 times square root of 2 napata ni square root of 6. Square root of 3 times negative square root of 3i itakuwa ni square root of 6 no, 9 3 times 3 ni 9. Samani itakuwa square root of 9 i, square root of 2 na huyu 2 pia ni square root of 4 i. Mwisho sasa i na i napata i squared. E, negative na negative napata positive. Ya 3 na 2 tena napata nini? 6. Yes, lakini I squared sana negative 1, kwa hiyo badala ya kuweka i squared hapa tuweke nini? weke um, negative kama hivi. Kwa hiyo itakuwa ni hivi. So this is the, um, numerator. The denominator now, manake nichukua huyu zidisha na conjugate yake. Maana ni real part squared jumlisha imaginary part squared. So square huyu na huyu wanapata zero. So jibu linakuwa sasa ni negative the square root of 9 i minus the square root of 4 nini i so all of this over the square root of, square root of 2 square na pata nini? 2 jumlisha square root of 3 square na pata nini? 3 so hii itakwansa sana um, negative the square root of 9 i. Okay, i ni toa nje anyways nata itomizengwe so tutoa nje um, Twenje negative one, negative i eh? Kwa hiyo utapataje? Itakuwa tuna negative, so tutakuwa tuna the square root of 9 jumlisha the square root of nini? 4 i all of this over nini? Over 5, so this now thisn, ukisimplify hii complex number tuliokuwa tumepewa kwenye swali swalie, eh? Ndo unaipata hii, so swali kwa nataka utafute argument argument, kwa hiyo kumbe Tunatafuta argument ya hii complex number hapa. Um, niandike vizuri samani, ni the square root of 9 jumlisha the square root of 4 mabano i all of this over 5, kama hivi yes. So tunatafuta um, argument ya hii complex number hapa. Sasa, um, hii complex number hai complex number ni ambayo ina imaginary part, lakini haina real part. Real part yake ni, ni zero eh? lakini imaginary part yake ndo huyo negative the square root of 9 plus the square root of 4 over nini, over 5 over. So, um, argument sasa ya huyo complex number wetu huyo huyo hapa Maanake ni tan inverse ya nini? Ya imaginary part all of this over real part, kama hivyo eh? so hii itakuwa ni sasawa na no, useme tan inverse ya infinity au undefined sasa tan inverse ya infinity au undefined, ukifanya kwa calculator yako utapata 90, lakini kwa makini, hii hapa complex number niki, tenk, nikiweka kwenye um, Argand diagram si ndio, hii ni imaginary axis, eh? Alafu hii ni real axis, so huyu hapa tuseme ndo, ndo hiyo nini um, negative the square root of 9 plus the square root of 4 all of this over what? Over 5. So engo yetu sio 90 bila shaka. Ni 90 tena, uh, 90 jimshia 90, afu jimshia 90 tena. So ni 90 jimshia 90, jimshia 90 ni ngapi? 270. So usiandike 90, the argument itakuwa nini? 270. By the way hii hii nani hii complex number yetu ni ni hapa hapa sawa, hapa kwenye kwa sababu haina haina haina nani real part eh? haina real part, kwa hiyo it's inakuwa kama y intercept eh? inakuwa hapa hapa kwenye. So angle sasa ni angle, the the the radius vector eh? kwa hiyo ni kuanzia 0 mpaka hapa, makes with the what with the real axis. Ndio hiyo ndio hiyo 270 degrees. So part 2 ya example 1, the answer is 270

And then draw the what the real axis. So we have our points one two, three, ndiyo? One two three huku ni negative. Sasa huko chini, sasa tuna one negative pia, alafu huku juu pia tuna one two so, hii ni sana useme nini negative 3, 2 so negative 3, koma 2 hapa kwa hiyo ni wapi ni hapa hii ndo point yetu hii negative 3,2 so anataka radius vector radsvecto maketchore a line from here kwenye point yetu mpaka kwenye nini kwenye origin so hiyo ndo example 1 hiyo so hiyo ni samani sio example 1 hiyo ni example 2 part A samani sana Ashe. Okay, let's do example 2 part B. Eh? Anataka nini? Anataka we represent the arg diagram here. 2 cos 35 plus i sin 35. So this time now tuna 2 times cos of 35 degrees jumlisha i sin of 35 degrees. So sa hivi ujapewa Cartesian coordinates umepewa, um, argument umepewa na length of the radius vector 2. So kama kawaida I draw the imaginary axis And then I draw the what? I draw the real axis. So I plot the angle here, 35 degrees and then the radius vector sasa should be of length what? Length yake inabidi iwe ni 2. Yeah. So naipima hapo. Kwa hiyo hii ndo, ndo complex number yetu sasa hii Um, point kwa kama hii, hii tukisema ukileta sana z, basi z yetu ndo ndo hapo. So this is part b of example example 2. Let's see part c sasa. Part c ni 3 over cos of 70 minus i sin 70. So represent he 3 over cos of 70 minus i sin of 70. So as usual, ondoa complex number kuchini by multiplying with the conjugate, kama hivi cos of 70 jumlisha i sin of what of 70, all of this over so, hapa pia ni cos of 70 jumlisha i sin of what 70. So huku juu sasa tutapata 3 cos of 70 jumlisha i sin of what 70, wakati huku chini sasa kwa sababu unazidisha a complex number and its conjugate unachukua real part squared jumlisha imaginary part squared, so hii itakuwa sana 3 hivyo we have, um, cos of 70 degrees jumlisha i sin of 70 degrees kama hivyo, so all of this over, so all of this over, so hii ni cos square 70 degrees, sine square 70 degrees jumlisha sin square 70 degrees kama hivyo, so cos square plus sin square ni 1 eh? kwa hiyo final answer ni 3 cos of 70 jumlisha i sin of 70, so nikisimplify hii niliopewa kwenye swali ndo napata hii eh? so I, I, I want to draw this, represent this on the argand diagram.

Relaxes. Okay, now this one is 70 degrees, eh, the angle nimepima hiyo kwa protector. So, nichore huo refu 3e eh? Kwa hiyo bam. So um, hii ni tatu refu kwa hiyo hii point sasa ndo if kama hii tukiita labda A eh? Point A ndo hiyo complex number yetu i 3 na 70 So um, that's how you represent a complex number on the Argand diagram. Uh, inaweza ikaja in Cartesian form maki utatumia zile hizi ukwe. Sindio? Au inaweza ikaja in polar form, maki unahitaji tu angle na length. Okay. Yeah. So this is example 2 eh? Cool example. Let's see example 3 now. So example 3, another cool example. Inasema prove that if u and v are complex number, then the argument of u over v Is equal to the argument of U minus V. So let's do that one now. Let's now complex number U. U is sasa na R1, so we have cos of theta 1 jumlisha i sin of theta 1, mabano kama hivi. So ile hapa so ni bano ile. So you can see there that argument of U kumbe ni sasa na nini na theta 1 hii eh. And then let sasa pia let v iwe ni hii complex number n r2, so tutakuwa tuna hii cos theta 2 jumlisha i sin theta 2. So you can see se kwamba argument of v yenyewe ni nini, theta 2. Yeah, so sasa tuchukue u divide by v eh? So tulisoma the previous tutorial, utapata ni r1 over r2 eh? so ukichukua hii cos theta 1 plus i sin theta 1, ganya kwa cos theta 2 plus i sin theta 2, tuona unapata ni cos, so hii ni theta 1 minus theta 2 jumlisha i sin, hii hapa pia ni theta 1 minus theta 2. Yes, kama hivyo eh. Yeah, so um, you can see ya kwamba argument ya huyu u over v ni nini? ni theta 1 minus theta 2, si ndio? Lakini theta 1 ni argument of u na theta 2 ni argument of v. Kwa hiyo kumbe, argument ya huyu um, u over v ni sana argument ya u minus nini, minus argument ya v. So hapa tunasemaje hapo? Tunasema, tunasema hence proved. So ilikuwa part A, ye, part B sasa of the question eh? Natakaje nataka prove that the modulus of u times v is equal to the modulus of u and the modulus of v. Okay, let's do part B now. So um, u let iye sasa na r1, kwa hiyo itakuwa ni cos theta 1 plus i sin theta at 1. So the modulus now of u ni sana nini r 1. Tena um, v let again eh, ni sana nini r 2 manake, so we have cos theta 2 plus i sin of what? Theta 2. Kwayo the modulus sasa of v ni sana nini r 2, so let's multiply umv utapata r1 r2 mabano this one is cos theta 1 plus theta 2 jumlisha, eh? i this one is sin theta 1 plus nini theta 2. So you can see here the modulus ya hii ni sasa na r1 times r2 eh? lakini r1 ni modulus of u, kwa hiyo badala ya r1 weka modulus of u na r2 ni modulus of v hivi. So hence nini hapo? Hence proof ndio kwa part B of the question. Kwa sababu alisema prove kwamba modulus ya product ion sana modulus na product ya modulus. So modulus of the product of complex numbers is equal to the product of the modulus of those complex numbers. Part B, eh? Example 3 part C, a cool example. Argument of u conjugate ni sana negative argument of u. So let u again, let u iwe sana R1 kwa si tuna cos theta 1 jumlisha i sin wa theta 1. Kwa hiyo sasa, argument ya u itakuwa sana nini na theta 1. Sasa u conjugate itakuwa nini? R 1 hiyo hiyo, so cos theta 1 minus i sin theta 1 kama hivi. So is simplify sasa hiyo, R1 cos So um, eh, theta one um, hapa naweka eh, negative theta one minus i sine kwenye hapa. Pia sijaelezea vizuri hapo eh. <laughs> ila ni hivi eh, nisikize sasa hivi. Cos of negative theta one ni sawa tu na cos of theta one, wakati sin of negative theta one ni sawa na negative sin of theta one. Kwa hiyo ni hivi tunaona hii cos ya negative theta 1 ni sawa sawa tu na cos ya theta 1. Kwa hiyo huyu na huyu ni sawa, eh? Alafu, sasa sin ya negative theta 1 ni sasa na negative sin ya nini? Ya theta 1. Kwa hiyo hichi nicho kiandika hapa na hii yote ni nini? Ni, ni sawa. Okay? So, um, you conjugate kumbe ni, ni sawa na hivi eh. Okay, so argument of u conjugate itakuwa sana negative theta 1, lakini theta 1 ni argument of u. Kwa hiyo argument of u conjugate itakuwa ni sana negative argument of what, of u, hence proved hapo eh, hence nini proved. Yes, let me say see you in the next tutorial.